Kijiji cha Nundwe chenye wakazi zaidi ya elfu mbili na mia sita. Kwa kipindi chote hicho, maisha yao yalikuwa ni maji ya aina hii, huku wakilalamikia kupata magonjwa ya homa za matumbo na hata kipindupindu. Pia kwa upande wa maji, maji yenye tulikuwa tunakunywa ni, ni yale maji ya chemchemu ya kutiririka kutoka chini, ndiyo tunayanywa, na ikifika kipindi cha kiangazi yale maji yaani yanakuwa na vidudu ambavyo vinaathiri uhai wa mwanadamu. Kufatia adha hiyo serikali kupitia wakala wa maji mjini na vijijini Ruasa umekwenda kuchimba kisima ambacho kimeondoa adha ya maji kijijini hapo. Hii wote ambao walikuwa wanayachemsha, hamna. Unaweza ukachemsha kwa kwa nyumba moja, nyingine watu wanakunywa hivyo hivyo. Kwa hiyo watu napo walizuhulika, na wengi wamekufa kwa kwa ugonjwa wa kipindupindu. Kwanzia awali tulikuwa hatuna maji, hivi sasa maji tayari safi. Mkuu wa mkoa kwa kutufikia hiki kijiji mimi ningependa wananchi wangu wote wakupigie vigeregere kwanza, ni neema. Tunateta maji mbali sanampaka e, mm. Sasa alipotuletea maji tunashukuru sana. Tunamshukuru mkuu wa mkoa wa Rukwa Makongoro Nyerere anafika hapa na kuzindua mradi huo ambao unatoa nuru na matumaini ya afya ya wakazi wa Nundwe. Kisima kilichochimbwa kina urefu mita mia moja sitini kina uwezo wa kuzalisha maji kiasi cha lita elfu moja mia saba thelathini na sita kwa saa kiasi ambacho kinatarajiwa kupunguza kwa kiwango kikubwa tatizo la upatikanaji wa maji katika eneo hili. Miradi ya maji siku zote gharama yake ni kubwa sawasawa, ndugu zangu? Ndiyo, yeye sasa mama Samia anategemea huu mradi huwe unajiendesha wenyewe. Iko siku haya maji yanataka yaongezewe dawa ya kuyatibu kweli au si kweli? Iko siku haya mabomba haya huwa hizi koki zinachoka. Zikichoka, inabidi zifanyiwe marekebisho. Kijiji cha Nundwe ni moja ya vijiji ambavyo viko kwenye kata ya Wampembe kwenye mwambao maziwa Tanganyika. Licha ya kero ya maji, lakini pia kikabiliwa na changamoto ya sahanati na hata mawasiliano ya simu. Sami Kisika, Azam News, Rukwa <mulia>